Benki ya ushirika Tanzania ni benki ya kwanza nchini yenye makao makuu rasmi mjini Dodoma, ambapo ni makao makuu ya nchi. Hatua hii inayoweka inayoweka heshima kubwa kwa jiji letu kama kitovu cha uongozi utawala na sera za kitaifa. Dodoma kama ilivyo mikoa mingine, na historia yake kuwa nayo, inayo vyama vya ushirika na vyama vya ushirika vingi tu, zaidi ya vyama mia mbili na kitu viko Dodoma na kati ya vyama hivyo chama cha wanaushirika wa zabibu ni kimojawapo ambacho tunakifahamu kabisa kuwa kinafanya vizuri, na bahati nzuri wizara ya Kilimo mwaka elfu mbili na ishirini na tatu walitengeneza sera ambayo inahusu zao la zabibu peke yake. Kwao chama kile kimeongeza nguvu, kwa sababu sasa hivi kinayo sera ya kuongoza zao la zabibu kwao. Ni wahakikishie kuwa waandishi wa habari kupitia benki hii ya ushirika kuwepo Dodoma lakini pia kuzinduliwa rasmi, hata ushirika wa zabibu utafaidika, na sisi tutajitahidi kwa sababu ni zao kwetu la kimkakati. Mkoa wa Dodoma tutahakikisha wanafaidika zaidi kwa ajili ya kukuza kwanza uzalishaji wenyewe, lakini pia e, kuchakata zabibu tunasema processing ya zabibu, na baadaye kutoa mazao mengi na mazuri yenye ubora ya zabibu eh, ni ita, mtapenda kufahamu Mheshimiwa Rais uh, mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan alifanya mambo makubwa kwenye u mchakato moja ali, aliagiza serikali iwekeze, kwa hivyo benki hii serikali itamiliki asilimia kumi ya mtaji inatoka serikalini zaidi ya bilioni tano nukta nane lakini katika mchakato huu Mheshimiwa Rais alichagiza katika mtaji wa wanaushirika pesa zake mwenyewe shilingi bilioni tano 5 kuongezea mtaji wa wanaushirika Ee, wanaushirika watamiliki asilimia 51 ya, ya benki. Sekta binafsi, serikali na wadau wengine watamiliki asilimia 49. mm -hmm. ku ni benki inayounda kimkakati ikiwemo wanaushirika na watu binafsi, ili idumie ma makundi yote ya kijamii na kiuchumi. Ziko benki ziko sokoni hawajawahi um, kufikia mtaji tunaoanza nao. Tunaanza na mtaji wa bilioni 58 na matawi manne. Unaanza benki yenye matawi tayari, sio tu makao makuu. Kwa tumeweza kujenga makao makuu Dodoma, tumefungua tawi la Dodoma, tumefungua tawi Tabora, tumefungua tawi Tandaimba na tuna tawi iliyokuwa benki ya ushirika Moshi. Lakini sio hivyo kuonyesha kwamba ni benki tofauti, hatutaendelea kina tawi, tutaendelea kiteknolojia na teama. Kwa hivyo tutazindua benki pia ikiwa na mawakala hamsini na nane nchi nzima, na mtaona pengine maajabu siku ya uzinduzi. Mheshimiwa Rais ataongea na mawakala baadhi yao nchi nzima, ambazo ofisi zote za vyama vikuu nchi hii zitakuwa ni wawakala, wanatoa huduma za kibenki kwa wanachama na wananchi kupitia hizo structure za ushirika. Kwa hivyo unatoka shamba lako na chama chako kikuu ndilo tawi lako. Kwa kutumia teknolojia na teama. Kwa hivyo tumejipanga na tuko tayari kuwahudumia Watanzania.